Yule nipatie hiyo kiwanja. Sikiliza. Wakati wa chifu nani? Yule nipatie hiyo kiwanja wala kuna nani nani. 99, 99. 99 ndio nilipata hiyo kiwanja na nikamwaka mchanga ku chochote

Kwa majina ni Reverend Laureso Wino mimi nafanya kazi na Baptist Convention Mukuru kwa Reuben. Sasa, mimi na hudumu hapa kwa huo muda wote tangu kwa muda mwingi kuanzia 99 Ah, uh, shida kubwa ime, imeanza Uh, wali nimewahi kuzungumza wakati mwingine kuhusu vile walianza vile ili kanisa lilianza. Walikuja mara ya kwanza kwanza, chifu mwenyewe alikuja na chaman wakanaambia wanataka kuchukua sehemu ya hii kanisa. Nikawaambia haiwezekani mpaka niulize uh, watu wa convention, ambaye ndio ch niko chini yao, na pia niulize wazee wa kanisa, lakini hawakuweza kukubali hiyo maneno niliwaambia Baadaye, baada ya kufikia Januari, waliweza kutuma vijana wakiwa wame na silaha wako na talimbo na nyundo na misumeno, wakaja wakavunja waka fence, wakabomoa choo na wakabomoa nyumba na hizo vitu zote wamebomoa, wamekuja na mikokoteni wakaenda nazo. Nikaenda kulipoti na nikalipoti mara nne, hizo vitu zote zimechukuliwa, si faili iko pale kwa polisi, hakuna hatua yote imechukuliwa sasa ikawa juzi juzi tu mwezi wiki hiyo wiki iliyopita, mwezi eh, tarehe Thursday tena walikuja asubuhi asubuhi. Nilipoamuka nikaona watu wame, wamekusanyika mahali walibomoa hiyo fence na mahali walijenga hiyo kanisa. Sasa nikawa ninajiuliza hawa wanafanya nini. Kidogo nikaona wanaanza kuleta miti. Sasa walipokuwa wanaleta miti, nikajiuliza hawa ni nini, wanataka kufanya kidogo? Wakaanza kufanya nini, kupima. Wanataka kujenga nyumba nyingine, karibu na ile wamejenga, ile ya kwanza ya New Life. Sasa nikasema leo sitakubali maneno kama hii. Hata ninasikitika kwa sababu hiyo, chifu anastahili aende Tangu nikuwe ni, ni kwa hii shamba nimekuwa na chifu sita. Huyo ni chifu wa saba na sija kuwa na shida yoyote na chifu yoyote, lakini huyu vile alikuja kazi yake ni kutaka ku, ku, kunyakua viwanja ya watu na kuua watu hovyohovyo. Sasa vile nilivyo, nilipokuwa mkali nikasema leo afadhali niuliwe kama vile wengine wanauli, wanauliwa wakijaribu kupima, ninang'ua hiyo hiyo hiyo vipimo yao na sababu wana wanajipiga kifua wale wamekuja nao, wanasema sisi ndio tulibomoa fesi na tukabomoa choo na tukabomoa nyumba na hakuna kitu tumefanywa na hata sahia, hata tunaweza kukuua. Nikamwambia leo muniu muniue, nilipo muni. Sasa niliposema tu muniue, ndio sasa wakachomoa pa, panga. Sasa nilipoona wamechomoa panga, nikakimbia kwa polisi, nikakuta huyu siesi, nikamwambia, sasa nyinyi mko hapa, chifu ametuma watu ametuma vijana wanakuja kuwa watu kwa, kwa, kwa kanisa la Ukombozi. Hiyo ninamaanisha nini? Sasa ndio chifu i siasa akatuma askari askari kuja na pikipiki, walipoona piki, wameona pikipiki nakuja, ndio wakaficha ile upanga kwa hiyo kanisa, na hiyo polisi akamwambia hiyo vita ituli itulie, watu wasiende kujenga. Na tangu wakati huo kuna MCA hajawahi kufika mahali hapa, kuna huyo huyu chifu kuna mayachama na nina machiaredi hakuna mtu amekuja hapa kujua ni nini inaendelea. Kumaanisha hawa wote wako kitu kimoja, wakiuza hiyo shamba wanagawa na pesa e, wameshauza ndio waka, waka, wakaweka hiyo kanisa iko hapo. Sasa hiyo kanisa inawasukuma wa, wa, watu wahame, halafu sasa wabaki nawa hiyo shamba, na ndio sababu wanafanya kanisa usiku na mchana usiku na mchana. leo, leo tu peke yake ndio hawajakuwa, hata wengine wanalala ndani. hata ukiingia huko ndani unakuta wako dana ndani dana wanaume dana wanaume dana. na vijana wanalala huko ndani. Sasa sisi tuko kwa hofu, sababu fesi ilivunjwa choo ikavunjwa. Sasa hata sisi tunashindwa tunakaa nchi gani, na yule anasababisha yu, hiyo yu maneno yote ni chifu na wazee wake wa kanisa anaitwa Dirango. David Dirangu ndiye anasababisha hiyo maneno. Tumekompleni kwa polisi, hata siku hiyo tulimuuliza tulimuuliza huyo CS. Huyo CS akasema, wacha nipigie huyo chifu. Alipompigia chifu akasema, akamwambia ninacho hiyo maneno, na sasa kama ninacho huyo maneno nataka nifanye nini? Kamwambia tuma askari waambie wale au vijana waondo, waondoke sasa ndi akakuja akafanya nini, akawaondoa. Maisha yangu iko hatarini, kwa sababu hata kesho yake kwa enda Inspekta mkuu wa polisi, hakuna msaada yote nimepata. Nikipiga simu wanasema ni huyo, au polisi wa hapa ndio wanaweza kudusaidia. Sasa sisi tunashindwa, tuko katika nchi gani? na mimi naitwa Philip Kilonzo David na mi ni mkazi wa hapa. Tumekuwa tukidhulumiwa like, tumekuwa tukidhulumiwa like, six month. Hii vita ilikuja design ya watu walikujaga ku grab hapa ilianzanga, walikujaga wakavunja waka hizi fence wakavunjavunja vunja fence wakitumia vijana fulani, unaona? Wakitumia power fulani s so, wakakuja wakakaa umze ni mnyonge, unaona? Like umze, like, umze anaaki wakakuja kidogo kidogo, wakasemaje, hii hatini project sijui ya kulisha nguruwe. Tukaenda obi, huu mzee akaenda hapo, akaandikiwa makaratasi mingi, ikakuwa hii ya juzi sasa, hii ya juzi hata ni kidogo. Hii ya juzi walikuja design sasa, wanataka wanataka hati kuexpand kanisa yao, unaona. Sasa ni ile huu mchungaji akona, hapana, hii imekuwa too much, unaona. So ile design wamembeba mnyonge na amejaribu kukimbilia gava, amekataa. Akona yeye ajitetee, sikuanza kungoa zile miti, watu wakaanza kusema yeye, hiyo ni akia wala. Watu wanaishi hapo wanajua wenyewe ukweli, akia umzee Mama mmoja akajaribu kusimama akajaribu kuongea wapi, lakini sasa kuna watu wengine wanatumika zaidi yao, na hadi mapanga, na huwezi pigana nao mapanga. Si zilitoka hapa sijui dakika sijui ni tatu ama? Na si tunataka tuulize kama hizyo ni, ni kanisa ya ukweli? Mbona wanaombanga wakisema ndunga ndunga ndunga ndunga, chukua panga chukua kisu? Na hiyo siku tunaona panga zinatoka. Sasa huku wanamaanisha nini? Kwanza situ, tunaweza kata, tujue vitu kaa hizo. Huku wanamaanisha ni ukweli wanaweza toka usiku wafanye masaka kwa mtu mmoja hapa ama huku wanamaanisha aje? Unaona makaratasi ya koti imeindicate very well wenye wanajaribu ku grab wenye wanajaribu ku -ku -ku -take i -i ground for advantage cause wanaamini aje hati eh? ati sai gava ati maybe gava ni ya ku grab so everybody mwenye ako kwa government ati ashike somewhere, si kama mtu ako na shamba yake amejenga nyumba ya mawe, si utosheke na hiyo? Ni nini ngine unataka, unataka hata ati watu kama sisi wenye tuna grow tusiepata mali pa kujenga wow. Mimi nilikimbizwa na panga na niko na OB na ndio hii, na nimeandikisha mpaka statement ndio hii will kiss w kama ni wa kanisa ya New Life na mwingine anaitwa Brayo. Wakaniuliza kwa nini umetoa mawe? Nikamwambia hii mchanga nimesikia inatandazwa hapa kusuia machi kuingia. So nikaona hiyo mawe nipange isuie hiyo fosi ya machi kuingia kwa nyumba. Akaniuliza, nani amekwambia? Nikamwambia hata asubuhi venye nani Osiezi amekuta hapa, amesema hapa kutandazwe juu mafuriko inaweza kuwa hapa. Mimi mchanga najua ni ya mwenye brot. Wakaniambia mwenye brot ako na haki gani? Nikaambia ikifikia hapo tuende post tuelewane. Huyo Jerman alichukua mawe anigonge kwa kichwa. Hao wamama walikuwa huyu na, na walikuwa wamekaa hapo, wakamuuliza unaweza gonga mama? So ile shauti huyu mwenye alikuwa naye akashika ile mawe, kushika ile mawe nikamuuliza mmekuja kwangu kuniita munipige? Mwingine akapita akanishika mikono kwenda nyuma. Sasa zile wananipiga sasa watu wakaingilia manduru. Ndio kijanangu akatoka akauliza kwani mnaweza piga mamangu kwetu kwa mlango na nikiwa. Lakini yule kijana alinisukuma nikaanguka chini. Huyu mwingine akanikanyaga. So nikaenda medication kitu nangojea ni haki yangu itendeke juu wakati nilienda pale post walikata nisiandikiwe B3. Then wakati nilitiza nikaambia kama mtu anishughulikia wacha nisonge mbele juu kuna ofisi za serikali zinafaa kunishughulikia. Wakaniita, wakanijazia B, but mi naitisa haki yangu, juu hapo post wanahonga ndio nizishughulikiwe, na mimi ndio mdhurumiwa, nimeumiwa, nimeumizwa sahi na, na brid nimeitizwa scanning kozi, wameniumisha na niko na mimba. So naitiza usaidizi kama mtu anaweza niita, na ni mtu wa kanisa aniite na akuje kunipiga Surely, hii ni kanisa ya kuokoa ama ni ya kuumiza watu? Walisema wametumwa na, no, na chief na sergeant wow. alipofika hapa alipigia chief simu. Ch akaambia chief, mbona ufanye vita hiyo hapa? Chief akasema waambie watoke. That means chief anajua. Sawa wakati alisema hao vijana watoke, that means yakuna power ya, yeah, yeah. ya kuwaoleta kuwa yeah, na kuwaondoa mimi naitwa Edna, wale tunaishi hapa ndani tunadhurumiwa na hii kanisa ya New Life. Tumejaribu kulilia, tumejaribu kulia pande zote, hatusikiki sisi. Tunasema aje? Hawa mama wakaa hapa na wazee wako na manyumba zao, lakini hawalali makwao kila siku ni hapa makerere tunga visu usiku, huwezi lala. Tunakaa hapa tunakeshanga hapa nje, tukikuja sasa utatupata hapa nje, tunakesha. Tunajaribu kupiga sauti, tusaidieni. Tumeenda posti mara kadhaa kupiga kelele, tusaidia kelele upunguze, hatuna usaidizi. Huwezi lala, mwanamke mwanamke mwenye unazaa kama huwezi lala, mgongo itauma, kubali usikubali, juu hii mgongo itakangi kukaa, kila saa kila saa. So kitu sisi tunaomba, watoto wetu wako na barua, hata naweza toa ya mtoto wangu kwa nyumba kutoka shule ameandikiwa, kila saa ni usingizi, kila saa ni usingizi. Wale wa mama wenye unaona pale kwa mlango, unaona yule mama ni kiburi sana, mlika, yule mama ako pale kwa mlango, kiburi sana. <laughs> <laughs> yule mama venye ako hivi, anatudunga visu, sijui ni saa <laughs> shetani, sijui ni saa <laughs> <hazur> Mungu, kila saa ni kuroga. Ma, kanisa Ezekiel, wewe unaroganga watu? ndio huyu mama aturoge sasa, hiyo <hazur> ndio maombi anakujanga ku kuomba kila siku, majirani dunga visu, tuma visu kwa hizo nyumba, dunga watoto, dunga nini, dunga nini, koroga tuma vizu mpya tuma panga mpya zikatakata. Sasa ukifagia kazi zetu tutaenda wapi si? Badala kanisa akuje atuhubirie tuende kanisa anakuja kutuua. Kwa majina naitwa Evans Otoyo, mimi ni chairman wa hii kanisa ya Ukombozi Baptist Church. Tunashirikiana na pastor Lawrence Owino, lakini tumekuwa kama tunatishiwa na vichana na chairman wa, wa kijiji bwana bwana Karoki na chief wa hii kijiji mimi kukuja hapa kuwauliza mnataka nini? walianza vijana walianza hata kutaka kunipiga, na mimi nikasema sasa, mnanipiga kama nini? Wakatea watapiga hata mjungaji, nawaambia si mumpiga saa munamuona. Kwa hivyo au mimi naweza kusema hivi hii serikali ya chini, bwana chifu na Karoki, wale huo chairman ndio wanataka kudhurumu mpasta Lawrence Owino, ndio wanataka kudhurumu kiwanja ya kanisa. Na kama ni uwezekano ya wananchi, hao watu hawafai kuwa hata hata kwa ofisi ya serikali. Ni watu waizi na ni watu wanadhurumu wananchi walio wa chini. Hawa wazee wa kijiji pamoja na chifu wana ushirikiano na vijana vijana wanatuma vijana wanasigana kuiba mashamba ya, ya watu wengine, sio sio hii kanisa peke yake. Wameimba mashamba mengi sana, wanadhurumu wamama wamama, mayatima, wanawadhurumu watoto wale wameachiwa mashamba na wajana na mababa zao, wanawadhurumu. Hao ni watu wanadhurumu kila mtu. Jina naitwa Joseph Karoki. mimi mimi mimi ni Helda Helda katika Mukuru Kwa Reuben. Nataka niseme ya kwamba na ninarudia mimi kama Helda, sina ripoti nyingine isipokuwa ile nimesema, nilimpeleka mchungaji pale, na ninajua kwamba pale mchungaji anatumia two rooms kama mimi nilimpatia. Kama Helda nimesema, nimesema mimi ndio nilimpeleka. Unajua sitaki niongee kitu ambayo hakuna, nataka niongee kitu hiyo. Ni vitu inaitwa propaganda maana hakuna wakati Pastor Wino atakuja kwangu, hata kwangu kwa nyumba, wacha hapa kwa ofisi, nikoze kumsikia na kwama kuna complain yoyote Pasto Wino akonayo, mimi akikuja itanikuta na niko tayari kumsaidia, kama kuna mahali ako na shida katika kijiji chetu. Tuko na makanisa more than 100. Na hiyo makanisa yote, sababu sisi hapa ni squatter, hatuna title deed. Pastor akikuja na hawe kabisa tuone huyu kweli anaweza bandisha wananchi, tunaangalia ni wapi ambaye anaweza umbilia wananchi. Kwa hivyo nataka niseme pasta ambayo Wino kama ameleta complaint kwenu, mimi kwangu haijafika. Lakini ikifika sababu tuko na makanisa mingi, eh, kila complaint ya kanisa tuko tayari kusikiza. Mambo ya kupeana hiyo hatujapeana kwa sababu wakati unaniuliza kama tumepeana hatujapeana. Sijaona mtu hata yeyote ananilalamikia. Hata mchungaji mwenyewe akona namba zangu zote mbili. Na akinipigia simu iwe usiku iwe mchana mimi nitaanguka hapo kwa hizo rumbili nilimpatia, na nijue shida zake na niache nimeanza. Kwa hivyo sikujua, mimi, sina ripoti eh, mwanangu Oyunga, sina ripoti.